Wazazi, wanafunzi na walimu wa shule ya mafunzo ya kila wikendi bila malipo iliyoko katika mtaa wa Kwa Mwango kiungani mwa mji wa Kilifi walikusanyika katika uwanja wa Bahari Model kwa shughuli ya mahafala baada ya mafunzo ya miezi mitatu. Our teachers, our director and our principal. Kulikuwa na burudani si haba, kwa kuwa miongoni mwa yanayofunzwa katika shule hii yanahusu burudani kama vile michezo ya kuigiza was written by Empty not hmm. kusakata ngoma na udj tuko na courses kama vile uh, catering, hair dressing, masonry, plumbing, fashion design. Tuko na computer, tuko na mambo na saloon, tuko na tailoring, tuko na courses nyingi sana ambazo tunafanya hapa zisizopungua ishirini, na hizo zote zinafanyika hapa for free. Free, for free of charge uh, wanafunzi hawalipi chochote, kwa mjibu wa msimamizi mkuu Walimu pia ni wa kujitolea hawalipwi, bali wanaisaidia jamii. Ni program ambayo tulianzisha kwa sababu tunataka tuweze kusaidia community. Maanake, kunapata ni kweli watu wako na moyo na nia ya kusoma, lakini hawana uwezo. Kwa sababu gani? hawana pesa za kulipa fees ili waweze kusoma. Kupitia huu ujuzi mtu akipata, anaweza bahatika akaajiriwa mahali ama, kando na kuajiriwa mahali, pia anaweza jiajiri mwenyewe kama ako na ujuzi na amepata, kama ni capital mahali, aweza anzisha ujuzi wake anzisha kazi yake mahali na kajiendeleza. Baraka mwanafunzi mlemavu anafurahia kukamilika kwa kozi yake ya kuhariri kanda za video uko <tipos> Kwa, kwa maisha yangu. Na sasa wewe unafanyaje video editing ukiwa namna hii katika hali yako hii? Umeshaedit video ngapi kufikia sasa? Wanafunzi wote hawa wamepata ujuzi utakaowasaidia maishani. Mimi ni mwanafunzi wa sign language. Niliingia hapa kwa sababu nilitaka kubadilisha mtazamo kule nje, maana watu wengi ambao hawawezi kuongea wala kusikia wanapata shida. Mimi all along nilitamani kuwa in the medical field, lakini mnajua wakati wetu wazazi walikuwa hawana uwezo, hivyo sikuweza kufanya yale niliyotamani. Nikajaribu walimu ukanishinda. Nikaendelea kuwa bibi ya mtu but baada ya miaka kama 40 ya kuwa bibi ya mtu nilijipata katika ile space nilipenda maana hivi. Nimegraduate kutoka caregiving, nimekuwa pandia for a whole month, ndio nikaona nikiunganisha na hii nitakuwa sawa. Mwanafunzi huyu amepata fursa ya kuwatumbuiza mahafali wenzake kwa wimbo huu ambao unawasilishwa jukwani kwa kutumia lugha ya ishara. Nikiripotia Coco FM mimi ni Lolani Kalu. Coco FM, ladha ya pwani.